Kia mwanamke mwanamke mwanamke, ni mtu ambaye anaweza akakuvuruga mpaka ukavurugika, anaweza akakuvuruga mpaka ukavurugika. Mwanamke huyo, mwanamke anaweza akakupatia furaha mpaka ukafurahika. Huyo mwanamke mwanamke huyo huyo ndiye mtu ambaye anavumilia shida sana akiwa kwao. Kwao anavumilia shida aina yoyote, lakini sasa aje kwako hawezi kuvumilia shida. Utamsikia, o oh, mimi siwezi shida, mwanaume gani, nakuchoka, unaela. Lakini kwao ulikuwa analala na njaa, kwao kwao mafuta anakosa kwao anaweza kuwa na chupi tatu, kwao anaweza kuwa... ni ajavaa